Naitwa Renatus Sponsiani Mkurwa, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Madilu. Aa, kwanza kabisa e, nipende kutoa shukrani kwanza na zati katika halmashauri yetu ya Ludewa, nikimaanisha kwa mkurugenzi mtendaji Bwana Sunday Deogratias pamoja na mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Sisi kama maafisa maendeleo ya jamii siku leo ni siku ya furaha sana, tumeweza kuwezeshwa baadhi ya vifaa kwa ajili ya kutusaidia katika utendaji kazi wetu katika kata zetu. Tumepatiwa laptop, lakini pia tumepatiwa na vipaza sauti. Kama tunavyofahamu, sisi maafisa maendeleo kazi yetu kubwa ni kuhamasisha wananchi kushiriki shughuli za maendeleo. Sasa hivi vipaza sauti ambavyo tumepewa vitatusaidia katika shughuli zetu za uhamasishaji. Tumekuwa tukipata changamoto kwenye vitongoji, unakuta unatembea kwa umbali wa muda mrefu sauti saa nyingine inakauka, lakini kipaza sauti hiki ambacho tumekabidhiwa na mkurugenzi kitaweza kutusaidia katika utendaji wetu wa kazi, lakini pia tumepewa na laptop. Kama tunavyofahamu mfumo wa huduma ndogo za kifedha, mfumo wa utoaji wa mikopo ya halmashauri kwa maana ya asilimia kumi unatutaka tutumie uh, unahitaji vifaa vya kiteknolojia ambapo tumekuwa tukipata changamoto ikiwemo kukosa smartphone, laptop na vitu vingine, hali ambayo inapunguza ina, ina kasi ya, ya utoaji wa huduma hizo za mikopo kwa wananchi wetu, lakini kupitia mkurugenzi mtendaji na mkuu wa idara siku ya leo, maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri ya Ludewa tumeweza kupatiwa laptop kwa kuanzia. Tumepata laptop kumi, lakini amesema tukadi siku za kuenda na wengine watazidi kupata pia. Lengo ni kata zote 26 ziweze kupata vifaa kwa wakati, lakini vipaza sauti tumepata kwa kata zote 26. Kwa hiyo nina imani vifaa hivi vitatusaidia sisi katika kuimarisha na kukuza na kuboresha ufanisi wa kazi katika maeneo yetu. Nitumie nafasi hii kumshukuru mkurugenzi mtendaji, kumshukuru mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, lakini kuwashukuru viongozi wote wa halmashauri ambao umeshiriki kwa namna moja au nyingine katika kutupatia vitendea kazi hivi ambavyo vinaenda kuboresha utendaji kazi katika idara yetu ya maendeleo ya jamii katika halmashauri yetu ya Ludewa. Naitwa Grace Daudi Lupia, ni afisa maendeleo wa kata ya Manda. Kwa siku ya leo kulikuwa na zoezi la udoraji wa kutugawia laptop pamoja na kipaza sauti. Kwa kweli tumefarijika sana na vitendea kazi hivi, kwani vitatusaidia sana katika shughuli zetu za mikopo. Na katika swala la kipaza sauti, tulikuwa tukiangaika sana katika swala la kutoa elimu na kula kuhamasisha shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Tulikuwa tunatumia nguvu nyingi sana, hasa katika kipindi cha wakati wa mikutano, sauti zetu kufikia watu wote, lakini kwa saa hizi tunashukuru kwa vitendea kazi hivi. Naamini elimu tutakayoitoa iwe ya UKIMWI, iwe ya vikundi, iwe ya ukatili dhidi ya watoto, tutaitoa kwa ufasaha zaidi na kwa kujiamini. Tunamshukuru sana mkurugenzi wetu, tunamshukuru sana ukwetu wa idara kwa kutupigania kupata vifaa hivi, pamoja na mama yetu mama Samia. Tunamshukuru sana kwa sababu ndio chanzo cha kupata vifaa hivi. Tunamshukuru sana kwani anatujali watumishi. Asante. Naitwa Lemigius Wilson Maluli, ni afisa maendeleo ya jamii wa kata ya Luilo. Leo kwangu mimi ni siku ya pekee kabisa, ambapo nimebahatika kuwa miongoni mwa maafisa maendeleo wa Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa ambao tumekabidhiwa leo kompyuta laptop, tena kompyuta ambazo ni bora zaidi kwa ajili ya kutuwezesha kufanya shughuli zetu hususani shughuli za usajili wa vikundi na kuviwezesha kupata mikopo ile ya 442 ambayo ni asilimia kumi ya mapato ya halmashauri, lakini pia tumeweza kupata mike au speaker kwa ajili ya kufanya uhamasishaji kwa sababu afisa maendeleo shughuli zake pia muhimu. Miongoni mwa shughuli zake ni kufanya uhamasishaji wa mambo mbalimbali mbali ya kisera, mipango ya maendeleo pamoja na kuhamasisha kupanga na kutekeleza shughuli mbali mbalimbali za maendeleo, hivyo itaweza kunisaidia kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa kule ninakoishi kuweza kupeleka taarifa mbalimbali katika kufundisha kuweza pia kuhamasisha na kuweza kuwakusanya na kuwawezesha wananchi ili waweze kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za maendeleo ya jamii katika ngazi ninapoweza kuwatumikia wananchi wangu. Asante sana. Lakini pia nipende kumshukuru mkurugenzi wetu Bwana Sunday Deogratias pamoja na afisa maendeleo ya jamii wa wilaya kwa kuona umuhimu ili kuweza kuturahisishia kuweza kufanya shughuli zetu kwa kuona kwamba ni lazima tupewe hizo laptop pamoja na vifaa vingine. Ninatumaini kwamba ni mwanzo mzuri kwamba tunaweza kupatiwa na vifaa vinginevyo, hasa vyombo vya usafiri kwa ajili ya kuwezesha kuweza kutoka kijiji kimoja na kwenda kijiji kingine au sehemu moja kwa namna moja au nyingine kwenda sehemu nyingine ili kuweza kuwafikia wananchi wetu wale tunaohitaji kuweza kuwafikishia taarifa na kuweza ku, kuwasimamia au kuwawezesha ili waweze kuingia katika michakato mbalimbali ya utekelezaji wa hiyo mipango na shughuli mbalimbali za maendeleo. Uh. Kwa jina mi naitwa Franco Jairus Mwamsyani, ndio mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Leo tume tumewaita maafisa maendeleo wote katika kata zote 26 za ambazo zinapatikana katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Lengo la kuwaita ilikuwa ni kuwawezesha au kuwapatia vitendea kazi kwa ajili ya shughuli za maafisa maendeleo ya jamii. Kama unavyojua, ndugu mtangazaji, ni kwamba sisi hasa leo kazi yetu kubwa ni kujenga uwezo kwa wananchi, kwa maana ya kuwapa elimu na ili waweze kujipatia maendeleo yao wenyewe, lakini kwa ujumla, kujenga uwezo kwa wananchi ili waweze kujipatia maendeleo yao wenyewe na taifa kwa ujumla. Sasa ili waweze kufanya hizo kazi vizuri, ni lazima wawe na vitendea kazi. Moja ni katika ku kuhakikisha kwamba tunakutana tuna, tuna na wananchi na hivi tuweze kukutana na wananchi, lazima tuwe na vitendea kazi vya kuhamasisha, na hivyo ndio tuko na vigao kwa maendeleo wote. Lakini pia tuna shughuli kubwa ya mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambavyo sasa hivi serikali imesha imeshabadilisha mfumo um, mfumo wa uwezesha mikopo ambao unatumika kwa njia ya elektroniki. Sasa ili uweze kuingia kwenye mfumo huo ni lazima uwe na vitendea kazi, vitendea kazi kama kompyuta ambazo leo sasa tulikuwa na vigawa kwa maafisa maendeleo. Tumeanza na kwa awamu, tumegawa, tumegawa kompyuta kumi kwa maafisa maendeleo wa kata kumi. Hivi ndio vitu ambavyo tulikuwa na vigawa leo kwa hao maafisa maendeleo katika kuwawezesha kwenda kufanya kazi ambao wanapaswa kuifanya katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo yao ambayo yanatakiwa katika kujenga taifa letu. Kabla ujapata hii vifaa tulikuwa na changamoto moja kubwa, kama nilivyokueleza awali, kwamba kazi kubwa ni kuhamasisha watu. Sasa hivi mm -hmm. Kuhamasisha watu tulikuwa nafanya kukodi vifaa na kodi vifaa tunampa mtu sasa hivi aua, kwa kuwa tumeisha nunua vya kwetu, kwa hiyo oja yaani swala la, la olapa lim limeisha lime. Lakini ya pili, kama nilivyosema kwamba serikali imeshaboresha mfumo wa opesha. So na huo mfumo ni wai. Sasa kabla hatujapata hii vifaa ambazo ni computer, tulikuwa tunaongea na, na, na, na, na wananchi, lakini wananchi walikuwa wana nawatuma wanaenda wana kwenye station ambako ndio ku, kuingiza ku hiyo vifaa kwenye station kwa gharama <imple> za wananchi. Sasa kwa kuwa tumeshagawa vifaa hivi sasa kwa maafisa maendeleo, ina maana sasa tunaondolea wananchi gharama za kwenda stationary. Kwa hiyo sasa hivi wataandaa hizo nyaraka, watakwenda kwa afisa maendeleo, afisa maendeleo watawaingizia nyaraka zao kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa hiyo changamoto ya kwenda wananchi kugharamia kuingia kwenye mastation itakuwa imeisha. Vitendea kazi ambapo tunavigawa leo, niwaombe sana iwe chachu ya kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa jukumu letu la msingi la 10%. Lakini pia tuendane na kutoa elimu eh, kuelimisha vile vikundi. Sisi ndio wazazi ndio walezi wa vikundi vile ambavyo wanatokana kwenye kata yetu. Nimpongeze siu kama yupo samendoa jamii wa mdeni yuko wapi? Nikupongeze, juzi mwenge umepita pale kwenye kile kikundi, kimsingi mwenge umeridhika. Lakini sio mwenge tu, sisi viongozi si, nitolea mfano huyu bwana, sio kwamba wakina mfano, lakini tunaangalia issues ambazo ni present ambazo tunazo sasa, ni kile kikundi cha sisi kwa sisi ambacho tulikikopesha milioni kumi na nne milioni kumi na nne laki saba na kumi na na sita ambao wanashamba tuenda kuiona shamba kweli lipo, sio la mchongo. Wana mashamba maeneo mengine, lakini pia wanahudumia vizuri ye shamba. Maanake ni lile pale, kuna coordination nzuri ya afisa maendeleo wa jamii, mtendaji wakata, afisa kilimo. Ndio maana tunaona hayo matokeo. Okay. Kwa hiyo na pia na najia kwenye kata zenu kuna vikundi vya namna na hii. Kwa hiyo niwaombe, tuwe mabalozi wazuri, twende tukawape elimu vile vikundi, sisi ndio walezi. Na bahati nzuri yao wenzetu kule hawajafanikiwa kupata hii elimu. Mtu hata kompyuta matumizi yake hajui namna ya kutumia. Lakini pia kuingia kwenye mtandao ni ni changamoto. Kwa hiyo naomba sisi tuwe walezi. Utambue vikundi vyako vyote ni vingapi vinafanya nini, na kuwawezesha kuingia kwenye mfumo, kujaza taarifa sahihi, ili mwisho wa siku waweze kupata nini, mikopo. Sisi wenzetu ngazi ya wilaya ya mtu, baada ya kuwa mmechakata taarifa kwenye kamati ya fedha, tumepokea malalamiko mengi, watu wetu wapate mikopo, watu wetu wapate. Changamoto ni mingi, tumekuja kujifunza kwamba changamoto kubwa mojawapo ni taarifa kutokuwa nini sahihi. Lazima kikundi kio kimekidhi vigezo vikawapata nini Eh, kwa nadhani hilo tuichukue pia kwa tahadhari yako, lakini wale ambao wanapaswa kupata tuwasaidie waweze kujisajili na mwisho siku waweze kupata nini hizo fedha. Lakini eneo lingine kilisha eh, awamu ya kwanza tulisha toa mikopo eneo eh, la walemavu, fedha hakuna wakopaji. Kwa hiyo hata jana nilikuwa ofisini pale na viongozi wa vizimu eh, Anatoka mwenyekiti wa viziwi mkoa wa Njombe. Anatoka Njombe akafika usini kamwalika na viongozi wengine wapo wilaya ambao wana changamoto ya ya ulemavu. Tumeongea mambo mengi pale usini. Kwa hiyo tulichokubaliana kwamba tushirikiane nao. Na mimi nikamwambia fursa zipo. Wao nani na maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata, watendaji wa kata, lakini na sisi ngazi ya wilaya ni kama mkurugenzi na maafisa maendeleo ya jamii tupo tayari kuwasikiliza. Wale watu wanahitaji msaada kuwaelekeza. Yaani, inawezekana hawajui jambo lolote juu ya ujazaji wa zile taarifa, lakini taarifa wanazo. Bora tuwaite tukae nao tuwahoji tuongee nao tuwajengee uwezo. Lakini pia maafisa ugani nao pia wanawajibika kwenye eneo hili. Tutapata fursa ya okay, kuongea nao pia maafisa kilimo, maafisa mifugo. So, sababu wilaya yetu kwa asilimia 80 inategemea uchumi wa kilimo na na mifugo <coughs> kwa hiyo hata mikopo pamoja, kwa mara nyingi tunapenda na inashauriwa kuelekeza kwenye maeneo hayo. Hata biashara ambazo unafanya, yaani wewe unafanya biashara ambayo hujawahi kufanya, amba experience inasema hivi. Unafanya biashara ambayo tayari una experience ndani. Eh? Mimi nimekaa hapa nimekurupuka sasa hivi, sijui hata wanachimba dhahabu na chimbaje. Sasa nimepata pesa ndio nasema nini nikachimbe dhahabu. Utaishia kuibiwa, kutapeliwa na mtaji kufanyaje? Kupotea. Kwa hiyo kilimo na mifugo na uvuvi hayo ni maeneo matatu ambayo unapaswa kuelekeza waweze kuomba. Kwa hiyo tumekubaliana na, na wale viongozi na nadhani watafika au tumeanza nakata kata ya Mdemo. Na maeneo mengine pia tumeona tutafanya utaratibu mzuri. Tutaona hili nao tunapogawa wapendelisha na pili tutarajia pia kugawa mikopo kupendelisha na pili. Na wao eneo lile la asilimia mbili fedha yote iweze kufanyaje? Kukopesheka. Lakini kwa vigezo na masharti fanyaje? Kuzingatiwa. Eh, hey, hatutoi tu pesa kama tunatoa karanga. Sababu mwisho wa siku tutakuwa na nini? Tutakuwa na maojesha. Kwa hiyo niwaombe sana, kwenye hiyo tuna tukawe mabalozi wazuri na hivi vifaa papo tunavigawa leo, tunarudia tena vikao chachu kuhakikisha kwamba tunapata output inayokusudiwa.